Disemba 9, sikukuu ya uhuru nchini Tanzania, ilipangwa kuwa siku ya maandamano ya amani, lakini kilichotokea ni picha tofauti kabisa. Miji mikubwa ilibaki katika kimya kizito cha tahadhari na hofu iliyojengeka kwa wiki kadhaa. Swala kuu si tu kwa nini hakukuwa na maandamano, bali ni kimeunda mazingira ambayo yalipelekea tukio lililotabiriwa kwa wiki kadhaa kushindikana mwandishi mwenzangu alishuhudia ulinzi mkali ulioimarishwa na kila aina ya vikosi vya usalama katika barabara zote jijini Dar es Salaam. Ni, ni kweupe ah. Hali iko hivi, Makonde tumepita hapo, pako hivyo tulikuwa Goba, tumekuwa Changanyikeni, Mlimani City pale, eh, Ubungo, tumekwenda Kimara mwisho kabisa mpaka Kibamba kule, patulivu. Kabla ya hapo tulikuwa uh, Tabata eh, kote huko ni patulivu kabisa. Aa, kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya wingi wa askari polisi ambao tumekutana nao. Vizuizi mara yake vipo katika kila hatua chache, labda sehemu zingine hata baada ya hatua 50 tu hivi. Kuna nadharia mbalimbali juu ya kushindwa kwa maandamano hayo. Kwanza turudi kwenye msingi, kivuli cha Oktoba tarehe 29 bado kinaitawala Tanzania. Watu wengi walipoteza maisha yao mikononi mwa polisi na wengine wengi walijeruhiwa kulitokea uharibifu mkubwa wa mali na kusitishwa kwa huduma za intaneti, usambazaji wa vyakula na bidhaa nyingi za msingi. Sasa kwa Watanzania, wazo la kurudia matukio hayo halikuwa la hamasa, bali jeraha la kikatili lisilotibika. Ni rahisi kwa Gen Z mitandaoni kudai tunatoka tena barabarani, lakini kwa jamii zilizoathirika, akili ya kujilinda ilishinda tamaa ya kupambania uhuru wao lakini tukisema hofu pekee ndio sababu tunakosea. Mamlaka nchini humo zilifanya mahesabu yake. Wiki moja kabla ya Desemba 9, askari wa jeshi la polisi walionekana katika doria isiyo ya kawaida doria nzito. Kauli ya Rais Samia akitetea hatua zilizochukuliwa Oktoba 29 ilikuwa na athari kwa walengwa wa maandamano. Nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo sasa. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, ndugu, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Maelfu ya vijana waliokamatwa baada ya Oktoba 29 ndio wameachiliwa huru juzi tu baada ya msamaha wa Rais Samia wazazi wao lakini wanajua uchungu na gharama iliyowakodolea jicho kukabiliwa na shtaka ambalo halina dhamana na hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Vijana wengi punde tu walipoachiliwa huru wametangaza kutojihusisha tena na siasa. Mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Kushiriki maandamano kunaweza kukugharimu maisha yako. Lakini hapa ndipo ukweli mkali zaidi unapojitokeza sasa. Kimya cha Disemba 9 hakimaanishi kwamba watu hawana malalamiko. Ah, kina maana tu kuwa watu hawako tayari kulipa gharama ya kuyasema hadharani bado. Lakini yote tisa kumi, kuna matamshi ambayo serikali imeyatoa kuashiria mabadiliko ambayo kwa, mabadili kwa njia moja au nyingine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 kabisa katika kipindi, kipindi hiki. Wachambuzi wanasema kutofanyika kwa maandamano hakumaanishi ni mwisho wa mjadala wa kiraia, na badala yake inaweza kuwa ni fursa kwa serikali na wananchi kufikiria upya zile njia mbadala za kuwasilisha maoni yao, kuimarisha majadiliano halali na kujenga misingi imara ya haki za kujieleza. Kwa ujumla maandamano ya Desemba 9 hayakushindikana si kwa sababu kwa wananchi hawana malalamiko wala si kwa uoga wa waandaaji pekee. Yameshindikana kutokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa, na haya yanajiri wakati tume huru ya uchunguzi inapoendelea kuchunguza matukio, tena itoe mwanga wa kuondoa misuguano na kuimarisha maridhiano ya kitaifa. Sasa swali muhimu zaidi ni je, kutofanyika kwa haya maandamano ni mwisho wa harakati au mwanzo mpya baina ya watawala na vijana. Ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo e, jeshi la polisi na ulinzi uko siku zote ila huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki mwisho mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu eh, nyakati za mwisho wa mwaka huwa kidogo kuna matukio matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama, amin. Mapema siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa taifa hilo Mwigulu Nchemba alikuwa amewataka watu kusalia nyumbani ikiwa hawana ulazima wa kutoka, hapo jana wakati taifa hilo lilikuwa linasherehekea siku ya Uhuru. Lakini sasa kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, leo hii Watanzania wanaruhusiwa kutoka na kuendelea na majukumu yao, kama kawaida, kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Eh, leo si sindo? Tumesherekea bwana, leo tuliamua tusherekee kwa kukaa ndani. Sasa eh, na wengine wanatoka watemba kama mimi, nafikiri umenikuta mtaani huku, na mimi naendelea na shughuli zangu naam. Kauli hizo za waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene alizitoa hapo jana, yani... Kwa kweli hali ya haki za binadamu hapa Afrika ni ya kutia wasiwasi kiasi, kwa kuwa ukiangalia bara hili kutoka kusini kwenda kaskazini na mashariki na magharibi, kote unaona kuna changamoto ambazo zinazotokana na kukuwepo kwa hali ya, ya vita katika nchi kadhaa ikiwemo uh, Sudan ikiwemo nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso na zinginezo, ambapo pia kuna hali ya, ya, ya wanajeshi kuchukua mamlaka na kupindua serikali ambazo ni, ni, ni za kiraia, na hizo hali ni, ni hali za ambazo zinazinaleta wasiwasi kiasi. Nadhani pia kuna hali zingine wanajua haki za binadamu, kuna haki za kisiasa, haki za kiuchumi aa, haki za kitamaduni Um, haki za kisiasa kweli kuna shida kubwa, Chief Magango kama ulivyogusia hapo, mataifa mengi barani Afrika yamekuwa na hiyo migogoro ya masuala ya haki za kibinadamu, na amekuwa kinyoshiwa kidole na kukum, kuna ambayo amekuwa akikumbana na vikwazo kwa vitendo hivyo, lakini havikomi unadhani kwa nini ni serikali kutotii haki za binadamu? Serikali zote duniani zimeweka sahihi um, haki za kibinadamu, kuna azimio za kimataifa za haki za binadamu. Uh, mojawepo ambayo tunaadhimisha azimio la kitaifa la haki za binadamu uh, UDHR, lakini walipotia wa sahihi, serikali kadhaa huwa hazitii, tukiwaambia kama sisi ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu kwamba Um, diweka sahihi hii ni katiba kuhakikisha kwamba watu wana haki zao, na pia mnazilinda na kulinda ma maisha yao, kulinda mali zao, kuwapa maji safi, ku ku mambo mengi. Wanasahau majukumu yao, na ndio maana leo hii um, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu um, Volker Turk ameamua kauli mbiu ya siku hii iwe haki za binadamu, msingi wa kila siku, kukumbusha watu ambao haki ni za kwao lazima wazilinde na pia waelewe kwamba haki hizo zinapatikana na wa, wa, wa, waweke msisitize kwamba serikali zao zitii hizo haki, na serikali pia zijitolee zifanye kama zipasavyo zitii, ziti haki za binadamu za kila mtu. Uh, unadhani unavyosema kwamba wakumbushwe, unadhani hizi serikali zimesahau kabisa ama hazifahamu kuhusiana na maswala haya ya haki za kibinadamu? Lakini jambo la pili, wananchi wenyewe unadhani wanapakukimbilia pale wanapoona haki zao zimekiukwa? Serikali sio kwamba zinasahau kusahau, ili huwa wana na wanasahau kwamba wao ni watumwa na wafanyikazi wa wananchi. Ni muhimu kwamba wanasiasa duniani kote na pia Afrika hapa kuelewa kwamba wapo ofisini, wafanyia kazi wananchi. Saif, utaniambia kama ni sahihi ama si sahihi. Kumekuwepo, kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa, lakini wanaharakati mmekuwa mkinyoshwa vidole na serikali nyingi, mara zote mkionekana kwamba mmekuwa mkivuka uh, uh, mipaka kwa kisingizio cha masuala ya haki za kibinadamu. Je, hili lina ukweli kiasi gani, na ndio maana wanaharakati wengi huingia mikononi mwa serikali zoko madarakani, wengine kuishia hata kufungwa. Hapana, hapana. Sababu kwanini wanafungwa ni sababu za kisiasa, serikali zikitaka kuwa na mamlaka zaidi na kuonyesha kwamba zina nguvu. Wanaharakati pia ni, waka, ni, ni wananchi wa hizo nchi na wanahaki kujieleza, na wana, wanachosema sio kitu ambacho wanakibuni wao wenyewe, ni sheria ambazo nchi zao zimekubali zitafuata, na wanaposhindwa kufuata hizo sheria ndio wanaharakati wana, wanasema kumbukeni mlicho hapa kukifanya mlipopata mulipo mamlaka sababu za kukandamiza wa tu sio wanaokandamizwa ndio wanaleta ukandamizaji huo. Ni wakandamizaji ambao ni serikali ambazo zinaamua kutumia nguvu kuzidi kiasi, ambazo zinataka kuendeleza Uh, sera fulani ambazo zinaenda sambamba na matakwa ya, ya wananchi na utakubaliana uh, na, na mimi uh, pale utakubaliana na mimi pale serikali inaposema kwamba kuwe na uhuru, lakini uhuru wenye mipaka hata kwenye, uh, kwenye kanuni za za Umoja wa Mataifa za haki za binadamu kuna mipaka ambayo inawekwa. Mtu ana haki lakini hiyo haki lazima atii haki za wengine. So tunaposema watu wa, wana haki zao na pia zilindwe, hatusemi waende waanze kubomoa vitu waanze kuchoma manyumba kuharibua watu mali. Kila mtu afanye awezavyo kuhakikisha kwamba anachokifanya chochote kile kiko sambamba na haki za binadamu za kwake na pia kutii haki za wengine. Serikali kazi yake ni kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa amani na anaishi kwa haki um, katika jamii yote ile ambapo yupo nam. Kwa kumaliza tu magango, kwenye mkutano wa hamsini na nane wa baraza la umoja wa mataifa la haki za binadam mwaka huu, turejee hapo kule Geneva, Uswizi, kamishna mkuu wa umoja wa mataifa wa haki za binadam Voka Turki, na umemgusia pia hapo awali alizungumzia hali ya kuzorota lakini pia kutokueleweka masuala ya haki za binadamu kote duniani. Anasema pia bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kudhoofika kwa makubaliano ya kimataifa kuhusu haki hizi za binadamu, lakini hili bado linaendelea. Kwa kumaliza tu, unadhani nini kifanyike? Sisi kama Umoja wa Mataifa, ofisi haki ya haki za binadamu, na pia wanaharakati na serikali, sote tushikamane tufanye kazi kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaeleweka ipasavyo, watu wajue haki zao Serikali zijue mbinu na namna ya kuhakikisha kwamba haki zinatiiwa, na watu wajue kwamba haki za binadamu sio tu kanuni zenye zimeandikwa mahali ama makubaliano, ni maisha ya kila siku. Mtu asipokuwa na chakula, asipokuwa na maji safi, watoto wake wasipoweza kuenda shule, asipoweza kupata mahali pa kulala ambapo ni pazuri, tukitii haki za binadamu tulivyokubaliana kama mataifa na